Swalle, ninatosha sitoshi? Yeah. Yeah. wanaosema nikachukua fomu, nyosheni mkono, mnaiona na Image Image, yeah. Sasa wana Image, nimesikia kuna wazee wangu wanachukua fomu na wao, tuwaambie wapumzike, wapu wasi wasipumzike Wasiniachie kwani? Wana Image, nyinyi mkiniangalia, mimi nafaa kustafu kweli? Image oye! Image oye! Naomba tuweke mkono namna hii, wambieni watiani na unapokuwa ndani ya bunge, wajibu wako wa kwanza lazima mbunge uhakikishe bajeti za serikali zimezingatia maslahi ya wananchi wako. Kabla mbunge ujapitisha bajeti ya serikali, lazima uhakikishe maslahi ya watu wako yamezingatiwa. Ninasimama mbele yenu wanaImage leo kwamba kwa muda, kwa mlionipa kuwatumikieni bungeni nilihakikisha Image mnakumbuka kwenye miradi. Jipigieni makofi mengi sana na ndio maana wana Image, mimi nilikuwa ni kama mtoto wenu mliyenituma kwenye bucha ya nyama. Mlituma mtoto mwenye kisu kikali, nilikuwa nakata mgao kwa ajili yenu. Jipigieni makofi mengi sana na ndio maana Image katika miaka hii minne mkafanikiwa kupata shule ya msingi pale Nzungule, tukajenga barabara pamoja ile barabara ya Image kwenda Kidegembye. Hata kama wakati wa masika inasumbua kidogo, lakini ukitazama zile kokoto ambazo zimewekwa pale, ni barabara nzuri. Jipigeni makofi sana, wanaImage. Lakini pia mmefanikiwa kupata umeme wa REA. Tumepata mradi wa maji kwa watu wa Image. Kama haitoshi tumepata shule hii mpya ya sekondari. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa shangwe kubwa sana, ndugu zangu, wana Image. Haya mambo yote mema yasingewezekana kama nyinyi wananchi wa Image na serikali yenu ya kijiji na chama cha mapinduzi na viongozi wote wa hapa Image kama tusingeshirikiana. Nilikuwa naangalia kwenye taarifa pale, nimeambiwa wananchi wa Image mlipeletewa huu mradi wa, wa sekondari. Mmefanya kazi kubwa sana kuchangia nguvu zenu hapa Image, na ndio maana shule imeenda kwa spidi. Nilikuja mwaka jana hapa mwezi wa tano, nilikuwa poli. Leo ninakuja hapa yamejaa majengo kwa nguvu zenu na heri ya serikali, jipigieni makofi mengi sana wana Image, hoye Hoy! wana Image, hoye Hoy! Lakini pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana mkurugenzi na ofisi yako na wataalamu wako wote, wakati shule inapendekezwa kuja kujengwa hapa Image, waliokuwa na kazi ya kusimamia huu mradi na kutoa maoni kwamba Image inafaa, ni ofisi ya mkurugenzi mkurugenzi. Asante na afisa wako wa elimu, asanteni sana. Lakini pia ni kushukuru mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri Bwana Valentino Hongoli, wewe umekuwa ni mfuatiliaji, umekuwa msimamizi kuhakikisha kwamba shule hii inajengwa, na ulikuja hapa mara kadhaa, nimeangalia kwenye kitabu umesaini ukifuatilia umeongoza vizuri alimashauri kuwa na utulivu, tunakushukuru Valentino, asante wa sana lakini pia nishukuru mheshimiwa diwani, tumefanya kazi pamoja kwenye kata hii, hatujawahi kugombana hatujawahi kusukumana, ninakushukuru kwa ushirikiano, Mungu akubariki sana. Wanaimage hoye hoye! Wanaimage hoye hoye! Ni washukuru wasimamizi wa shule kwenye ujenzi, wametajwa hapa wote wawili na walimu wa jirani na maeneo haya mliokuwa mnasaidia, leo Image mmepata shule nzuri sana. Nataka nitoe nasaha chache kwa wanaImage. WanaImage oye! Oye! jambo la kwanza wanaImage, kama Image hamtasomesha watoto, juhudi za serikali kujenga shule hizi itakuwa ni kazi bule. Nataka niwaambie wanaImage Dunia tunayoiendea ni dunia ya sayansi na teknolojia. Nimewaambia wakati fulani, leo narudia tena, dunia inayokuja haitakuwa dunia ya watu kurithi mashamba na nyumba, itakuwa ni dunia ya watu kurithi maarifa na ujuzi. Image oye! Usiposomesha mtoto wanaimage, usipompa mtoto ujuzi Nataka niwaambie wana Image, mashamba ya kugawana yatoshi. Image hoye, ukimpeleka mtoto shule akapata maarifa akapata ufundi akapata kazi atafanya kazi popote duniani na atapata ardhi sehemu yoyote, siyo lazima ajenge Image, siyo lazima arithi shamba la baba yako wala babu yake. Nataka niwasihi wana Image ili kuunga mkono kazi nzuri ya serikali inapojenga shule hizi, lengo ni kusaidia watoto wa, wa Tanzania, watoto wa maskini. Na Mwalimu Nyerere alisema, ukitaka kumsaidia maskini msaidie mtoto kwenda shule. Na mama Samia ametupa shule, tumpigie makofi mengi sana. Sasa wana Image, kazi kwenu Wanaimage kazi kwenu, lakini Image mna uchumi mzuri, mna miti, mnalima mahindi, mnalima maharage, tafuteni fedha msomeshe watoto shule. Itakuwa ni shule ya ufundi na elimu ya kawaida ina maana watoto wengi watakuja kusoma hapa Image. Sawa sawa, ndugu zanguni, nataka niwasii Wanaimage mliopata viwanja sehemu za jirani nendeni mkajenge nyumba mapema, watu watapanga, mtapata hela. Image oy! Utekelezaji wa ujenzi wa shule hii umeanza rasmi mwanzoni mwa mwezi wa Oktoba 2024. Aidha, ufuatao ni mchanganuo na mgawanyo wa fedha hii kama ifuatavyo: namba moja, jengo lenye vyumba viwili vya madarasa ambayo vilikuwepo bloku mbili au majengo mawili yaligharimu gharama iliyokadhiriwa ni shilingi milioni mia moja. Pili, jengo lenye vyumba viwili vya madarasa na ofisi moja mawili, jumla milioni mia moja na tisa laki tatu sabini na nane elfu mia nane na hamsini tatu. Tatu, jengo la utawala moja, bajeti iliyotengewa ni shilingi milioni milioni sabini na saba laki saba elfu nane na mia tatu thelathini na tatu jengo la maabara ya kemia na biolojia milioni mia moja na mbili milioni mia moja na mbili Jengo la maabara ya fizikia moja milioni hamsini na moja Maktaba jengo moja milioni sitini na moja laki tisa ishirini na mbili elfu mia tisa themanini na moja. Saba, jengo la teama moja milioni hamsini na moja arobaini na nne elfu mia nane sitini na nne jengo la vyoo vya wanafunzi matundu manne na chumba maalum kwa walemavu jengo moja milioni kumi. Jengo la vyoo vya wanafunzi wasichana matundu manne ya kawaida, chumba cha walemavu na, na chumba maalum milioni kumi na mbili. Kichomea taka moja milioni nne laki moja sitini na sita elfu mia sita sitini na saba. Tenki la maji moja shilingi milioni tatu laki tisa hamsini na nane elfu mia tatu thelathini na tatu, na jumla kuu kuleta fedha ya shilingi milioni mia tano themanini na tatu laki moja themanini elfu na ishirini na nane. Fedha iliyotumika hadi sasa. Kiasi cha fedha ambacho kimetumika hadi sasa hivi ni shilingi milioni mia tano themanini na moja sitini na tatu elfu mia saba sitini na tisa na senti moja kwa jina anaitwa Charles Mesha Kikudue asalimu sekondari wilaya ya Njombe. Ninapenda kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha kuweza kujenga shule mpya, kuleta fedha za ujenzi wa shule mpya, ambao kimsingi shule hii imesajiliwa kama shule ya mkondo wa amali. Shule hii kama mkondo wa amali itawasaidia vijana ambao ni wanafunzi ili kuweza kupata maarifa stadi na ujuzi mbali mbalimbali, hasa kupitia amali ya biashara, kupitia kilimo na ufundi, ambapo itawawezesha vijana hao kuweza kumaliza elimu ya kidato cha nne wakiwa na maarifa yatakayowawezesha kuweza kujiajiri vile vile watapata maarifa ambayo yatawezesha kuweza kuendelea na elimu ya juu, na itaweza kuwasaidia vile vile katika kutoa huduma mbalimbali kwa jamii, kwa serikali na vile vile familia kwa majina anaitwa Veronica Filipo Msambila ni mwananchi wa kata ya Kidegembye. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea hii shule, imepunguza adha kubwa kwa wanafunzi na sisi wazazi kwa ujumla. Imetusaidia sana umbali, maana wanafunzi wengi walikuwa kutoka mbali, kwa hiyo sasa hizi wanafunzi watakuwa kutoka jirani. Tunashukuru sana kwa hilo, nafikiri tutawaleta watoto wakasome wapate elimu. Rosemary Marekela mtazangu, naitwa Stefani Marekela. Yani kwanza, nimejisikia vizuri sana. Kwanza n nimeg... niko vizuri yani, nimefurahi sana kuiona shule imesogea karibu. Kwanza mara ya kwanza tulikuwa tunajisikia vibaya sana, kwa sababu umbali wa shule ilikuwa ni vibaya sana kwa sababu sahizi, tumesogeza shule ikiwa karibu. Yani tumefurahi sana kusogeza shule ikiwa karibu.